Tunatambua kuwa Ufaransa ni mojawapo kati ya nchi ambazo zina kodi kubwa sana. Je, we unadhani ni kikwazo au ni kitu ambacho pengine huwa unakifurahia kuona kodi kubwa kutokana na huduma ambazo zinatolewa nchini Ufaransa? Okay. as for me, kwa sasa hivi sikifurahii sana, kwa sababu uh, ukubwa wa kodi unaweza ukategemeana kwa un, watu wengine unaweza ukawa una faida kubwa, ila kwa watu wengine ukawa unaumiza zaidi. Kwa mfano kwa watu ambao tayari wana familia, inaweza ikawa ni faida kubwa kwa sababu hiyo kodi kubwa inawezesha social services ziweze kufanyika vizuri. Kama hapa Ufaransa, uwezo ukapata matatizo ya kukosa huduma ya afya kisa una hela, kwa sababu hivyo vitu vinakuwa covered kwenye social security. na pia uh, uh, vitu kama elimu kwenye public schools, ni kwamba all those things are financed by those taxes and other social services kama transport na, na vitu vingine vyote vinaenda vizuri kabisa, kwa hiyo, kwa upande wa kodi, kodi kweli ni kubwa, ila inafanya kazi, watu tunaona wapi inapofanya kazi. Japokuwa kwa mtu ambaye hana familia na hana, hana, hana wategemezi wengi, anaweza kaona kwamba ni kitu cha kuumiza. Kiukweli, Ufaransa ina kodi kubwa, ukiko, ukikompea na, na, na nchi kama za Marekani na Canada. Ya ni, kodi kubwa, ni ni kodi kubwa, sehemu kubwa ya mapato yetu yanaenda katika kodi.